Mwanadada Mange Kimambi ameweza kumjibu mama yake na Priscy. Ama unaweza kusema mama mkwe wa Jux, kufuatia peji yake ya mtandao wa Instagram. Ikumbuke kwamba mwanadada Mange Kimambi, sisi huku kwetu Tanzania ikiwa mchana, kwao huko ni usiku, kwa hiyo kama na hivyo kimya wake muda mrefu, kumbe alikuwa amelala bana. Sasa muda si mrefu, kuanzia majira ya saa moja usiku huu, eh, yeye ndo ameamka huko Marekani, ndo pameanza kupambazuka. Sasa ameamka, ameanza tu na kujibu mashambulizi kutoka kwa, eh, mama, mama yake Priscy, ambaye ndo mama, mama mkwe wa Jux, ambaye ambapo Mange ameweza kuandika na kile kilichoandikwa, alichokiandika kimeweza kushangaza watu wengi. Lakini kabla sija kusomea kile ambacho ameweza kuandika, hebu tupitie kile ambacho alikiandika mama yake na Prisi ambacho kimemkera sana mwanadada Mange Kimambi kufuatia peji ya Instagram. Ikiwa kuna maneno ya kurushiana hapa na pale kuhusiana na Nigeria na Mange Kimambi, wamemvaa sana huyu Mange Kimambi, ikiwa ni baada ya Mange Kimambi kuingilia issue ya Prisi pamoja na Jux akisema kwamba wasiposti upuzi wakati wanaharakati hao wako katika mipango yao ya kufanya harakati akina Mange Kimambi. Sasa kile ambacho kuandika mama yake Priscy aliweza kuandika kama ifuatavyo: nimeshtushwa na ujasiri wako kumzungumzia binti yangu na mume wake kwa namna hiyo, ukisema maudhui yao ni ya kipuzi, ukijaribu kuwatisha na kuwapa hofu. Hili hili alikubaliki. Nimemfundisha binti yangu awe na kujiamini kwa kuwa halisi Watu wa Mkambala ni wa amani sana, lakini tambua kuwa siwezi kumvumilia yeyote anayemkosoa binti yangu. Kuhusu uvumi wa harusi, sio serikali yako iliyotupa pesa. Ni utamaduni katika familia yetu kwamba kila familia ya bibi harusi hulipia gharama. Nilitaka harusi ya kifahari kwa binti yangu kule Nigeria, na sisi wa Nigeria ndio tulimpa. Mimi ni mwanaharakati na kama mwanaharakati ninasimamia misingi yangu na kupigania kile ninachoamini bila kumkosoa, bila kumkosea heshima yoyote na kumshambulia yeyote. Uongozi wa kweli unahitaji uwepo na ujasiri. Ni kichekesho kuwa wewe unaishi Marekani unafikiri unaweza kuwaamulia binti yangu na mume wake wanaoishi maisha yao Tanzania. Mwache binti yangu nje ya mambo yako, atachapisha anachopenda wakati anaupenda na kwa namna anavyopenda. Hahitaji upendo wako, anapendwa sana na anapendwa vizuri kabisa. Sisi ulinda wetu, usisahau hilo kamwe. Alafu hivyo ndivyo alivyoweza kuandika eh, mama yake na Prisi. Sasa nini ambacho aliweza kukijibu mwanadada Mange Kimambi? Namsikiliza hichi ambacho amekitupia dongo mwanadada Mange Kimambi, ambapo ameweza kuandika ujumbe mrefu ukiwahusu eh, yobo ojo ambaye ndo mama, mama yake mzazi wa mke wa Jux, Prisi. Sasa ameweza kuandika kama ifuatavyo amani kuwajibu wa natamani kuwajibu wakwezetu kwa Priscy ila tushasema we are focused. Ukweli ni kwamba natamani wakwezetu waendelee kuchamba maana leo kila mtu kaijua, no reform no election, at this point we need everyone all over the Africa to spread the word. Wakwe zetu leo wametusaidia mno, tuhakikishe hawaachi kuni chamba angalau for one month, ili kila mtu Afrika eh, anijue na aje hapa aone kilio chetu. Hivyo ndivyo aliweza kuandika mwanadada Mange eh, Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Je, pengine unajiuliza ni kitu gani ambacho aliweza kukiandika mpaka akapelekea purukushani, ikiwa ameshambuliwa sana na wa Igeri, na wa Nigeria, ambapo kufuatia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika maneno ya Kiingereza, ambapo katika tafsiri ya Kiswahili aliweza kuandika kama ifuatavyo. Alianza kwa kumention Prisi, akasema kwamba Prisi, wazazi wa mume wako kutoka Tanzania wanakupenda. Unaonekana kuwa msichana mpole sana, tumekukaribisha nchini kwetu kwa mikono ya upendo, lakini Tanzania iko kwenye vita, vita vya maisha. Tunapigania haki zetu, tunahitaji watu watu wetu kuelekeza macho yao kwenye hii vita. Kwa hiyo hatuku eh, hatukuhitaji wewe na Juksi kuwapotosha watu wetu na mambo yasiyo ya, ya maana ambayo serikali inataka mweke kwenye mitandao. Tuko juu ya serikali na tunahitaji wewe na Jux mtulie kwa miezi mitano. Ijayo baada ya uchaguzi, mtaendelea kufanya mnachohitaji kufanya ili mkae kwenye ramani na tutawaunga mkono. Tafadhali msitufanye tuchukul, tuchukie. Wewe ni shemeji yetu. Wiki ijayo eh, mtakapoenda London, tunahitaji mm, umweke Jux chumbani asiposti upuzi. E, utakaopoteza mwelekeo kwenye hii vita ya maisha na ukiweza mwambie Jux amwambie rafiki yake Diamond Platnumz naye apumzike kwa miezi mitano. Tunajua nyinyi mtaunga mkono nasi kwenye hii vita kwa sababu mnashabikia raha na upendeleo ser, wa serikali inawapatia kwa gharama yetu. Lakini tafadhali msiharibu juhudi zetu, kama unahitaji kufanya hiki kama unahitaji kufanya kiki, mchukue uende naye Nigeria, mfanye huko tena. Tunakupenda msichana wetu mrembo mpole, kwa hiyo usichukulie vibaya. Tunakupenda sana, tunakupenda wa Nigeria. Sasa, baada ya kuandika hichi mama, mama yake na Pris ambaye ndo mama mkwe yake na Jux eh, Yobo Ojo aliweza kuandika mambo mengi sana kuhusiana na hichi ambacho ameweza kuandika. Mwanadada Mange Kimambi ambaye aliweza kusema aliweza kusema kwamba usimpangie mwanangu nini cha kuposti, sisi tunampenda mwanangu na kuna watu ambao wanampenda mwanangu kwa hiyo usimpangie mwanangu chochote cha kupost. Hata ukiangalia katika upande wa comment section, watu wengi ambao walikuwa na comment pale walikuwa ni wa Nigeria, ambao walikuwa wameza comment ni wa walikuwa, e, hii vita kubwa ambayo inamhusu Mange Kimambi sasa, na wa Nigeria wakilivalia ili nguo akiona kama ni swala lao. Hapa ni Blue House Dax Media ndugu zangu. Kweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa, ni nimechanganyikiwa koo. Hebu nipeni kama siku, siku moja au mbili nifikirie the way forward, the way forward. Nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni umbea ndo ajira yangu, yani umbea ndo ume, umebadilisha maisha yangu yani yaani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya hii ajira nayofanya, lakini sasa ajira hii hii nayofanya ndio sasa inayo, inayotumika sasa kurudisha nyuma harakati zote za kusaidia Watanzania kupata haki yao. sisehemu naachaje ajira yangu ili nifanye harakati, because nimework so hard maisha yangu yote kupata ajira yangu ya ambayo itabadilisha maisha yangu na nimeipata hapa, yaani nimeipata kwenye sehemu ambayo ni rahisi, lakini sasa hii ajira yangu ndo inafuta harakati zangu za zote, yani haisaidii, yani siju nafanya nini, uh, siju nafanya nini yani hamwezi kuelewa ni kiasi gani wamejipanga na matukio makubwa yaani sijui na nawambia nini bbs alikuwa kutwa analilia ndoa kutwa anapita kutwa kupita kona zote nioe Diamond nioe Diamond Mary ni mwambieni nioe kwenye masteji kwenye maredio akaasema isiwe tabu ndo siku ya siku yo ambeba mzobe mzobe. <coughs> Akutaka mtu mwingine, akutaka nani? Mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale, ndo imefunga Diamond. Akusaini chochote hakuna, sijui makaratasi waliosaini hakuna. Yani ndo yamkeka yamkeka kweli. Sasa what happened, I think watu wa up using niliwambieni ile stori. Sasa ugomvi wakuishia pale 3 days kama hataki kukuoa